Kulia kwangu ni katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam na kushoto kwangu ni mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala na nyuma yangu ni kamati ya usalama ya mkoa wa Dar es Salaam. Sisi sote tukiwakilisha mashina za kiserikali zinazofanya kazi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa kuwakilisha wenzetu wote tumeona tuitane siku hii ya leo kama sehemu ya kawaida ya mkuu wa mkoa pamoja na vyombo vyake kuzungumza na Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuhusu maandalizi ya uchaguzi katika mkoa wetu. Kwa ujumla wake, mnafahamu kwa dhati kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 ni siku ambayo taifa la Tanzania litakuwa na uchaguzi wa kuchagua kiongozi kwa maana raisi wabunge na madiwani, jambo ambalo ni la kawaida kwa kila baada ya miaka mitano. Katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tunawapiga kura wengi zaidi ya milioni nne ambao tunaamini kabisa kwamba tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa kumi wote watajitokeza ili kuweza kutumia haki hiyo ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka mimi pamoja na wenzangu tumeona tutoke mbele yenu na mbele ya wa Watanzania, na hasa wa Dar es Salaam, kuwaeleza ya kuwa mkoa wetu upo salama sana. Mpaka muda huu maandalizi ya uchaguzi katika vituo vyote, vituo vya kupigia kura, maandalizi yake yamekamilika. Majina ya wapiga kura yamebandikwa katika vituo vyote, na nitoe rai kwa wale wote ambao walijiandikisha katika vituo hivyo kwenda kusoma majina yao yaliyobandikwa katika vituo mama walivyojiandikisha, pamoja na vile vituo ambako watakwenda kupigia kura. Kituo ulichojiandikisha inaweza kutokea kisiwe ndio kituo cha kupigia kura, lakini kama utakuwa umebadilishiwa mahali pa kupigia kura, basi itakuwa ni vituo vilivyo karibu na kituo ulichotumia awali kujiandikishia kwa maana kwamba vituo vya, kupi, vya kujiandikishia vinaweza kuwa vilikuwa ni vichache kuliko vituo vya kupigia kura. Na hii yote, tume ya taifa huru ya uchaguzi imeongeza wigo mpana wa vituo vya kupigia kura, kwa sababu kujiandikisha kulikuwa ni zaidi ya siku moja, lakini kupiga kura kutakuwa ni kwa siku moja, na ndio maana huduma ya vituo vya kupigia kura vinakuwa ni vingi zaidi pengine kuliko vile vituo vivyotumika kujiandikishia.